Ninayo matumaini makubwa kwamba hapo ulipo unaendelea vizuri, kwa maana ya kwamba hakuna matata, sio? <laughs> Nafahamu, nafahamu, nafahamu sio kwamba nimemaanisha, kama ujuavyo viongozi wa Afrika kwenye mambo mazuri huwa wa wamaanishi, sisi viongozi wa Afrika kwenye mambo mazuri hatumaanishi. Nikisema nitakuletea kitu kizuri utafurahi, simaanishi ila nikikwambia nitakupiga ni kweli, ninamaanisha ndivyo. <laughs> tulivyo kwa sasa, tulipofikia katika nchi nyingi za Afrika, kwa sisi viongozi. Kwa hiyo uwe makini sana na kauli zetu sisi viongozi. Sasa tuzungumze jambo moja la kijamii, si lingine, ni jambo hili la afya, jambo la Pampas. Ikumbukwe tulikuwa na rambo ama mifuko ya plastiki ikapigwa pigwa vita sana na kuondolewa, na nakumbuka mkurugenzi wa nemki kwa wakati huo alikuwa Dr. Ma Mafwenga Dr. Gwamaka Mafwenga ndiye pia alisimamia vizuri sana zoezi hili la kuondoa mifuko ya plastiki mtaani. Sasa imekuja kero, mimi naita kero na ninaamini pia watu wengine mtachangia maoni yenu, kero ya Pampas. Hizi pampas zimekuwa ziki zikitupwa ovyo. Sijajua kwa nini hao watumiaji wanashindwa, labda kuzichoma ama kuziteketeza kwa namna ile njema au nzuri. Wanaenda kuweka kwenye barabara, wanaenda kuweka kwenye madampo ama, ama maguba zimezagaa katika maeneo mengi ya yeah, nchi. Ninaamini wahusika pia wanaona, sijui ni nini hiki na ikumbukwe, like ile mifuko ya plastic au rambo zilikuwa zinapepea zinapeperuka bila kuwa na vitu ndani, lakini hizi Pampas Pampas ni kinyesi, ni mifuko ya kinyesi, mifuko iliyobeba uchafu, mifuko iliyobeba mavi, lakini iko mtaani na ni kama hakuna anayejali hivi. Ni muombe kwa sababu hili ni suala la afya, ni muombe waziri wa afya wakishirikiana na mkurugenzi wa Nemki masuala ya mazingira, lakini wakishirikiana pia na waziri wa mazingira kwa jumla, ofisi ya waziri mkuu, kulitazama jambo hili ili swala likiendelewa kunyamaziwa tukiendelea kuona kama fashion fulani hivi kwamba hamna noma amna shida. Si sawa. Kwangu mimi, naona si sawa, inatakiwa basi tutoe, labda kwa sababu tumeingiza hizi pampas, yawezekana bila kutoa elimu vizuri ya matumizi lakini na uhifadhi wake ama kuteketeza utekete kwake basi tutoe elimu namna gani watu wahifadhi hizi pampas ama kuziteketeza Zikiwa zina uchafu, zikiwa na madhi, ziko mtaani. Kuna watoto bado hawajitambui, wanaenda kushika hizo pampas. Zinazagaa mtaani, zinaenda kwenye vyanzo vya maji. Tunatengeneza taifa gani kesho? Afya zetu zikoje? Jambo hili nimeona kama tulizungumze angalau hata kwa kifupi, kuzikumbusha mamlaka husika kulitazama jambo hili. Kuzagaa kwa Pampas mtaani kumekuwa kero. Mtazamaji, nawe unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na jambo hili. hapo kwako hali ikoje na unashauri nini? Karibu kwa maoni yako na langu. Jina ni Godon Kalulunga, na hii ni Nyikani TV.